Arifa ya kiroho, jipatie vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa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 Habari za weekend mtazamaji wa Sautikuu TV online popote hapo ulipo, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa studio zetu za Kawe jijini Dar es Salaam. Msomaji wa magazetini asubuhi ya leo ni mimi Dr. Daniel, wengine huniita Double D. Karibu ni kuangazie yapi ya mijiri yakaandikwa katika nakala tofauti za magazeti ya siku leo, ya leo yakathibitishwa na wahariri wa magazeti haya kuwa yafaa kwa umma nikianzia habari za kitaifa na za kimataifa yaani kurasa za mbele za magazeti, kisha baadaye sehemu ya pili ya magazetini leo e, basi tutaangalia na muda, basi tutaangazia michezo na burudani. Lakini kumbuka kuwa mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo Kawe Ukwamani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM na kituo cha mafuta cha Puma, wao wakikukaribisha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 na pia zinarushwa mubashara kupitia Sauti Kuu TV Online, kadhalika Rev Elingarami S Munisi Online TV. Hivyo unaweza kusubscribe hivi sasa katika chaneli zote hizo mbili, kama bado haujia subscribe, ili kupata ile taarifa ya kuwa sasa tuko hewani, uwe wa kwanza kupata taarifa hiyo, subscribe. Karibu tuangazie sasa eh, magazetini leo tukianzia gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kubwa inasema nimehuzunishwa, nimesononeshwa sana. Nani anayasema haya? Ni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, eh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, jana alipohutubia Bunge la kumi na tatu, aliyesema haya amehuzunishwa amesononeshwa sana kwa hoja za vijana. Hoja nyingine kamata nakala hii. Lakini vilevile ataja vigezo, sifa zilizombeba Mwigulu ambaye sasa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri mkuu wa kumi na mbili. Haya bwana, ACT Wazalendo watoa wa msimamo kuhusu eh, SUK. Bakwata yataka hatua kali walioanzisha vurugu habari hiyo imetajwa katika gazeti Nipashe, Mwanga wa Jamii. Gazeti Tanzania yetu, fahari ya Watanzania. Samia atoa pole vifo Oktoba 29. Habari picha hapa ikimwonyesha e, na inaambatana na habari hii. Wanaofanya ukatili wa kijinsia mtandaoni wa onywa. Wanaofanya ukatili wa kijinsia mtandaoni wa onywa. Habari hii utaipata katika gazeti Tanzania yetu. Vilevile vile, sekta ya madini kinara mapato ya serikali kichocheo cha uchumi. E, PDPC OUT za saini makubaliano kutoa kozi ulinzi taarifa binafsi e. TAMWA GIZ wazindua mradi wa kupambana na ukatili. Majaliwa ampongeza waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. DC Longido amaliza mgogoro wa maji Engasurai. Habari hii utaipata katika gazeti Tanzania yetu, Fahari ya Watanzania. Nikiangazia gazeti mwana habari, gazeti bora asubuhi ya leo, huruma ya mama ndio habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili, habari picha pia ikimwonyesha hapa e, Rais Dr. Samia atoa msamaha kwa vijana waliofanya vurugu e, siku ya uchaguzi kufuata mkumbo amwagiza DPP na vyombo vya usalama, uh, ulinzi na usalama kuchukua ma, uh, kuchuja kumradhi, kuchuja makosa na kuwa uh, uh, kuwaachia huru vijana. Habari hii utaipata ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Atuma salamu za pole kwa familia, ndugu na jamaa waliopoteza wapendwa wao wakati wa machafuko lakini pia eh, kuanzisha wizara rasmi ya vijana. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuanzisha wizara rasmi ya vijana, habari hii utaipata katika gazeti eh, Mwanahabari. Lakini vilevile vile katibu mkuu CWT apongeza hotuba ya Rais Samia. Naondoka hapo nikiangazia Wamachinga, sauti ya wanyonge. Gazeti hili limeandika Samia kuliponya taifa. Ni habari ambayo e, imetajwa katika gazeti hili: Samia kuliponya taifa, vijana msikubali kushawishiwa kuichoma nchi yenu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia anasema msifuate vile vile mkumbo, msishawishiwe kuichoma nchi yenu. Kama nitakumbuka vizuri jana wakati akitoa ya hotuba yake katika bunge lile la kumi na tatu akilifungua rasmi alisema, usikate tawi la mti e, ulioukalia. Rais Samia amtaka Dr. Mwigulu kwenda na kasi e, Samia aweka mkakati wa mapinduzi ya kilimo kupitia e, kilimo cha umwagiliaji. Haya bwana, habari imetajwa hapa. E, katika gazeti wa Machinga, usikate mti wa tawi ulilolikalia. Haya, naondoka hapo, nikiangazia gazeti Tumaini Letu. Askofu mkuu Raichi, hakuna amani bila haki. Waamini wa aswa kumshukuru Mungu, kauli za maaskofu kuhusu vurugu katika uchaguzi mkuu vilevile ni habari ambayo imetajwa ukurasa wa pili wa gazeti Tumaini Letu. Unaweza kujipatia nakala hiyo mara moja. Gazeti mwana halisi ukurasa wake wa mbele, habari kubwa inasema maumivu, UN wataka uchunguzi, uwajibikaji, mabadiliko yaja. Macho, masikio yaelekezwa kwa Samia, kamati kuu chadema kujifungia kujadili. Vilevile gazeti hili limeandika Dr. Tulia bilionea namna gani. Kamata nakala ya gazeti mwana halisi ukurasa wake wa nane, unaeleza gazeti El Nur e, sauti ya Waislamu limeandika Shakhe Ali Muhamed afia gerezani Ukonga amekaa mahabusu miaka kumi na moja bila kuhukumiwa. Aongeza idadi ya e, ulatule famili kufi, kufia gerezani ndugu zake tisa hawajulikani walipo toka elfu mbili na kumi na tano. Kulikoni Shakh Ali Muhammad? Amani haki kipi kitangulizwe? El Nur linauliza, amani haki kipi kitangulizwe? Amani ni sharti la uhai, haki sababu ya kuishi. Amani kwa vitendo, haki kwa dhamira. Amani mlango wa haki, haki roho ya amani. Habari hii imetajwa katika gazeti El Nur, sauti ya Waislamu. Naondoka hapo nikiangazia sehemu ya pili ya magazetini leo. Sehemu hii ni mahususi kabisa kwa habari za kimichezo na burudani, kwani leo ni weekend. Hatuna wakati wa kupoteza, hatuna wakati wa kupumzika. Gazeti Mwana Habari michezoni limeandika Rais Samia tumejipanga na Afcon 2027. Azam yapata mtendaji mkuu mpya, uteuzi wa waziri mkuu wa Changamsha Vijiwe. <laughs> Uteuzi wa waziri mkuu wa Changamsha Vijiwe. TFF ya mtambua Dimito kama kocha msaidizi Stars Kuwait uwanjani leo wa kulipwa watua. Habari imeelezwa hapo katika gazeti hili, unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari hiyo. Gazeti wa Machinga Sporti limeandika Rais Samia, Tanzania kujenga studio ukumbi wa filamu wa kisasa. Tanzania kujenga studio katika ukumbi wa filamu wa kisasa. Taifa Stars kuwavaa Kuwait leo. Simba Yanga katika tambo za waziri mkuu. Densa wa Simba mchezaji ligi ya wanawake anayevutia, huyu ni nani? Feti Densa ama mwingine? Densa wa Simba mchezaji ligi ya wanawake anayevutia. Azam yapata CEO kutoka Hispania. Habari hii imetajwa katika gazeti wa Machinga Spoti ukurasa wake wa mwisho. Unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari kwa undani, mtazamaji. Mpaka kufikia hapo sina la ziada uh, kunako magazetini leo, kwani unaweza kujipatia nakala yako sasa kupata habari kwa kina na kuondoa utata wa habari inayokutatanisha asubuhi uh, hii. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, katika kukamilisha matangazo haya, mwenzangu upande wa mitambo ni Freedom Richard, ni kutakie wikendi njema.